Alhamdulillahi alladhi anzala laylatal qadri khairun min alf shahr wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah rasul Muhammad bin ma m illa ma dhaqat farrajaha Allah amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa ahamia tu dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, tukiwa katika adinu nasiha, dini ni kunasihiana, kipindi ambacho kinakujilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na hasa ikiwa leo ni mwezi 18 Ramadhani 1446 hijiria, katika darsa yetu ya leo, miongoni mwa mambo makubwa tutakayojifundisha ajaibu surati al-Qadr, maajabu ya surati al-Qadr. ni sura fupi, utakapoisoma inachukua muda mdogo sana, lakini mambo yake ni makubwa mno. Surati al-Qadr ni sura yenye manufaa makubwa haswa, huzidi utukufu wake pale ambapo utaisoma katika mwezi wa Ramadhan, lakini kubwa zaidi utakapoisoma katika ashiril awakhiri min ramadhan, katika masiku kumi ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu yangu katika imani, siku ya leo nitakueleza faida takriban tatu, lakini pia nakuahidi bihaulillahi tabaraka wa taala, inshaallah nitakuletea darsa zenye kueleza manfaa mbalimbali utakapoisoma surati lqadr katika sehemu takriban tatu. Hii ya leo itakuwa sehemu ya kwanza, lakini tutakuja, tutaelekeza sehemu ya pili na tutaelekeza sehemu ya tatu katika namna tu ya kuweza kukuandaa ili upate manfaa kutokana na kuisoma sura hii katika kipindi munasaba. Ndugu yangu katika imani, ama surati lqadr ni sura iliyoshuka ardhi ya maka ina aya takriban tano maneno yake thalathini herufi zake mia moja na kumi na mbili na kila kilichomo ndani ya suratul Qadr kina siri kubwa kina manfaa makubwa kuanzia aya zake mpaka herufi zake ni mambo makubwa yaliyomo ndani ya suratul Qadr ndugu yangu katika imani leo katika faida jambo la kwanza tutakalojifunza Man qaraa surati lqadr fi ashri lawakhir min Ramadan, atakayesoma surati lqadr katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadan. Adraka Allah lailat lqadr, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamjalia kudiriki usiku wa lailat lqadr. Allahumma amin ya Rab, tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuchague na atujalie miongoni mwa watu hao. Kuna watu wanaishi miaka hamsini, miaka mia moja hapa duniani, lakini hawajajaliwa kudiriki usiku wa lailatul Qadr. Ndugu yangu katika imani, isome sura hii ili kufikishe katika yale mahitaji yako ya kupata usiku wa cheo. Faida ya pili, yassarallahu rizqak, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakutilia wepesi wa riziki yako. Kama unataka wepesi wa riziki yako, isome Suratul Qadr, ni sura ambayo ina uwezo wa kufungua katika mambo yako ya riziki. Allahu akbar, isome hii Suratul Qadr katika masiku ya mwisho haya kumi yaliyo ndani ya, ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile faida ya tatu na ya mwisho katika siku ya leo yustajabu laka dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu kwako dua zako. Allahumma amin. Mwenyezi Mungu atujibu dua zetu katika wale ambao tutadiriki kuisoma Suratul Qadr na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wepesi wa haya mambo matatu tuliyoyataja. Ndugu yangu katika imani, baada ya kukuelekeza faida ambazo zinapatikana katika usomaji wa surati al-Qadr katika siku kumi za mwisho ndani ya Ramadhani, sasa tukuelekeze namna ya kusoma surati al-Qadr. Surati al-Qadr inawafikiana kwa karibu na istighfar, kwa hiyo ufunguzi wa dua yako utaanza kwa istighfar, na utasoma istighfar aina hii ifuatayo, utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh, ya kwamba astaghfirullah alazim, ninamtaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala msamaha, yeye aliyekuwa mtukufu. Alladhi la ilaha illa huwa, ambaye hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Alhayyu, mola ambaye yuko hai daima. Alqayyum ni mwenye kudumu milele. Alafu unasema wa atubu ilayhi, allahu akbar, na ninatubia kwako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa wataala narejea kwako Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, isome istighfar hii takriban mara sabini, kisha utamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara mia, Salatu Ibrahim au Salatu Ibrahimia kama ilivyozoeleka. Tutakuwekea ndani ya comment namna ya kuisoma Salatu Ibrahim. Ukishamaliza kusoma mara mia, sasa isome Suratul Qadr mara saba tu, allahu akbar. Soma mara saba ikuonyeshe maajabu

Na kuomba unifikishe katika usiku wa cheo. E Mola, nakuomba nifikishe katika usiku wa cheo. E Mola, nakuomba unifikishe katika usiku wa cheo. Mwambie maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusoma Suratul Qadr. Lakini baada ya kumaliza utafunga na maneno haya matamu ambayo maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda akiyasikia yakitamkwa kutoka kwa mja wake. Ni maneno gani? Allahumma innaka afun tuhibbu afu, al'afwa fa'fu anni. E Mola hakika yako wewe ni msamehevu unapenda kusamehe, ni samehe mimi. Dua hii utasoma mara tatu, khalas, dua yako imekwisha. Omba utakacho. Haya matatu niliyokuelekeza, wepesi wa riziki, Mungu kukujibu dua yako, hudiriki usiku wa Lailatul Qadr, utayapata biidhnillahi tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika iman, baada ya kuyasema haya, ndugu yako katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi.